Majina anaitwa Sundi Malomo ni meneja wa biashara ya madini kutoka tume ya madini hapa leo, namwakilisha mkurugenzi wa ukaguzi na biashara ya madini. Hapa leo tumekusanyika ili kutoa mafunzo kwa wakaguzi wasaidizi wa madini ujenzi na madini ya viwandani, ambayo ni sehemu pia ya madini yanayozalishwa nchini Tanzania, na lengo kuu la mafunzo haya ni kujaribu kujengeana uwezo ili kuweza kuongeza ufanisi hatimaye kwenda kutimiza makusanyo, uh, kutimiza lengo la makusanyo ya Tume ya Madini ambayo kwa mwaka huu tumepangiwa uh, takribani trilioni moja. Mafunzo hayo pia yanaambatana pamoja pamoja na wasaidizi wa madini ujenzi, lakini pia tumejumuisha watumishi uh, watumishi wa Tume ya Madini ambao ni tunawaita ni mapost champion kwa nini tunawaita mapos champion? Kwa sababu katika ukusanyaji wa, wa maduhuri ya madini ujenzi pamoja na viwandani tunatumia mashine za pos na mashine hizo zinasimamiwa na hawa post champion kwa kushirikiana na wakaguzi wasaidizi wa madini ujenzi. Naitwa Frank Simchile ni na afisa mgodi mkazi Rugoba ambaye yuko chini ya ofisi ya afisa madini mkazi Dar es Salaam na Pwani. Leo tumekuwa kwenye mafunzo ya yeah, champions pamoja na wakaguzi wa, wa, wa usaidizi wa, wa madini hapa Dodoma, na of course kwenye hichi kikao kazi tumeweza kuzungumza masuala mbalimbali, na kwa sisi kama mkoa wa Dar es Salaam na Pwani, kama tunavyofahamu kwamba ndani ya mkoa wa Dar es Salaam na Pwani shughuli kubwa ambayo imekuwa inafanyika na uchimbaji wa madini ya ujenzi na viwandani. Kwa hiyo kikao hiki sasa, kwa kweli tumeweza kuwa na muda mzuri wa kuzungumza masuala mbalimbali kuibua changamoto hasa zile ambazo kimsingi tumekuwa na tunakutana nazo kila siku, changamoto za elimu za uchimbaji wetu na hasa kwenye kipindi hichi ambacho tunafahamu kwamba tangu mwaka 2021 2 uh, Tume ya Madini imeanza kutumia mfumo wa kielektroniki kwa maana post machines ambazo sasa tumeona zimekuwa na tija kubwa kwenye uongezaji wa uongezaji wa makusanyo ya madini na mathalani hata umeona kwenye mkoa wetu wa Dar es Salaam kutoka wastani wa makusanyo ya, wa bilioni sita bilioni saba na sasa tunaweza kufika kwenye bilioni nane na tunategemea kwamba labda mwisho wa mwaka wa fedha huu tunaweza tukafika kwenye bilioni kumi na kuendelea. Naitwa naona mwaigonona ni ama kutoka Tabora, kupitia mafunzo haya itanijengea mimi ufanisi na uelewa wa kufanya kazi vizuri, na pia itaniwezesha mimi kutoa elimu kwa wachimbaji wa madini genzi na pia sio sio wachimbaji tu, hata kwa wenzangu nayoacha Tabora wataweza kujifunza kupitia mimi, kupitia kikao hiki. Imeniwezesha kutengeneza awareness pamoja na kujua haki zangu kama mtumishi pamoja na nini, nini, pamoja na nini natakiwa nifanye.